Wa West TV walimeendelea kushika kasi huku Ahmed Ally si Alikamwe pia hawasikiki na hawaonekani katika midia kwa ajili ya kupromoti mchezo huo wa dabi. Ishi kubwa ya Ahmed Ally na TFF ni kwamba alipokuwa akifungua tawi la mashabiki wa Simba kule Mbagara, jijini Dar es Salaam, kuna kauli alitoa ambayo inautata kwamba maadui wa Simba Sports hapa nchini Tanzania ni wawili tu. Hao ni maadui wakubwa ambao ni Dayang African pamoja na Singida uh, big Stars. Unaambiwa kauli hiyo ndiyo iliyompeleka eh, kolokolon Ahmed Ali, huku Alishabani Kamwe wa Dayang African, yeye sakata lake na TFF ni kwamba kuna machapisho aliyachapisha kupitia ukurasa wake wa Instagram ambayo Uh, yalikuwa uh, kinyume na taratibu za soka la Tanzania, alikuwa anachochea baadhi ya vitu ambavyo uh, kama TFF hawapo tayari kusikia na kuona viki uh, vikipromotiwa, yaani uh, vikiendelea kusambazwa hasa katika mitandao ya kijamii, na hasa kwa kijana kama Ali Shabani Kamwe ambaye ana ushawishi mkubwa sana uh, hapa Tanzania.